Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo hii leo inaadhimisha miaka 65 ya uhuru wake Juni 30, kumbukumbu -kumbu ambayo inafanyika wakati huo wa ambapo baadhi ya maeneo ya majimbo ya Kivu kaskazini na Kivu kusini mashariki mwa Kongo yakiwa chini ya waasi wa AFC M23, huku juhudi za kutafuta amani zikiwa zimeendelea huko Marekani na Doha nchini Qatar. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima Delachons ametutumia ripoti ifuatayo. Kwa kawaida Bwana Method Mugwa ni miongoni mwa wakazi wa Bukavu ambaye huandaa tafrija ya kucheza ngoma na marafiki zake kila Juni 30 ili kusherehekea kile wanachokiita lipanda, yaani uhuru wa nchi yake Kongo. Lakini mwaka huu sherehe hiyo haikuwa kwenye mpango wake. Siwezi kusherekea kwa sasa, kwa sababu sijaona kama tuko katika uhuru. Tunaishi katika vita, mizozo ya kila siku, nchi imegawanyika. Suluhisho ni kusema ya kwamba Wakongomani tuache kushawishiwa na nchi zingine za kigeni, kwa kutuchezea ili tugandamize wa ndugu zetu Wakongomani. Kwa fursa ya siku hii ya kuadhimisha miaka 65 ya uhuru wa Congo, meya wa Washington si huko nchini Marekani, Miriel Bosa aliitangaza siku hii kuwa siku ya raia wa Marekani wenye asili ya Congo, akisifu michango ya watu wa asili ya Congo kwa vikosi vya jeshi, huduma za jamii, elimu, ujasiriamali, huduma za afya, muziki, sanaa na maeneo mengine ambayo amesema yanaboresha sana utamaduni na uchumi wa Marekani, hasa katika wilaya ya Columbia na hata ulimwenguni. Hatua hii imetangazwa siku moja baada ya kusainiwa huko Washington kwa makubaliano ya amani kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda chini ya uangalizi wa Marekani. Makubaliano hayo yanalenga kumaliza mzozo wa kivita ambao umekuwa ukihatarisha uhusiano kati ya nchi hizi mbili za Afrika kwa takriban miongo mitatu. Licha ya hayo, baadhi ya wakongo wanasalia na mashaka kwamba makubaliano hayo hayako wazi kabisa kumaliza vita. Zola Mudagi ni mkazi wa Bukavu, anapendekeza kufanyika kwa mkutano mwingine wa kimataifa ili kusuluhisha suala la kongo mara moja. Ile makubaliano ni ya kuzubalisha wananchi wa kongo mani, umoja wa mataifa bao wanavijua, wanajua ile siri. Wale waongozi wote wa mainchi za ulaya na za amerika bafike mkongo Baikale, batuambie nini ndio wanafuataka. Waziri wa mambo ya nje wa Congo, Therese Kayikwamba Wagner, alifafanua kwamba makubaliano yaliyotiwa saini Ijumaa mjini Washington kati ya Congo na Rwanda yanaangazia amani mashariki mwa Congo na kwa vyovyote vile siyo uuzaji wa rasilimali za madini za Congo mwenzake wa Rwanda Olivier Nduhungirehe amesisitiza kutokomeza waasi wa Rwanda FDLR wanaojificha mashariki mwa Kongo ili Rwanda iondoe hatua zake za ulinzi Congo. Pia alibainisha kuwa ni mchakato wa Doha utakaowezesha kutatua tatizo kati ya serikali ya Congo na AFC M23. Mitima de la Chance, DW, Bukavu.